Karibu kwenye simulizi hii ya kusisimua. Hii ni hadithi ya mapenzi, huzuni na changamoto kali za maisha. Simulizi moja ya kipekee inayogusa moyo na kukufanya utafakari kuhusu thamani ya upendo wa kweli. Tulia, sikiliza kwa makini na uendelee kuwa nami hadi mwisho wa simulizi hii ya kipekee. Tuanze sasa na sehemu ya kwanza. Erick, kijana mrefu kiasi mwenye macho ya kupendeza. Alisimama kwenye dirisha la chumba chake duni kilichokuwa kimetazamana na barabara yenye pilikapilika za jiji la Dar es Salaam. Jua la asubuhi lilichomoza likichora vivuli virefu kwenye majengo. Moyoni mwake kulikuwa na ndoto nyingi kubwa kuliko uwezo wake. Alitamani kufanikiwa, kujikomboa kutoka kwenye umaskini uliotamalaki nyumbani kwao, na muhimu zaidi, kuiona familia yake ikiishi maisha bora. Lakini kwa sasa dunia yake ilikuwa shule na changamoto zake. Alivaa sare zake za shule zilizofubaa lakini alizipenda sana. Ndani ya sare hizo alijisikia kuwa na kusudi, kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Nyumbani mazingira yalikuwa magumu. Wazazi wake walijitahidi, lakini kipato kilikuwa kidogo, na mara nyingi Erick alilala na njaa, akitafakari namna ya kutoka kwenye lindi hilo. Upweke ulikuwa rafiki yake wa karibu, kwani hakukuwa na mtu wa kumsikiliza au kumtia moyo. Siku moja akiwa kwenye maktaba ya shule akijaribu kujitumbukiza katika vitabu ili kuepuka mawazo mabaya. Alikutana na binti mmoja mrembo. Alikuwa na tabasamu lenye kuvutia, macho makubwa na nywele ndefu zilizofumwa vizuri. Jina lake alikuwa Neema. Tofauti na Erick, Neema alitoka familia yenye uwezo. Alikuwa amevalia nadhifu na harufu ya manukato yake ilijaza eneo lote walilokuwepo. Walitazamana na mara moja, cheche za ajabu zikaibuka. Walibadilishana maneno machache, kisha wakaanza kuzoeana. Neema hakujali tofauti zao za kimaisha. Alivutiwa na akili ya Erick azma yake ya kupambana na tabasamu lake la kweli lililoficha maumivu mengi. Kadiri siku zilivyokwenda, mapenzi ya dhati yalianza kuchipuka kati yao. Walitumia muda mwingi pamoja, wakisoma, wakicheka na kushiriki ndoto zao. Neema alikuwa nuru katika maisha ya Erick, akimpa matumaini na kumfanya asahau changamoto za nyumbani. Rafiki yake wa karibu shuleni, Juma, alimshauri sana Erick, Neema ni msichana mzuri, jitahidi usimpoteze. Mapenzi ni adimu hasa katika ulimwengu huu mgumu. Erick alikubaliana naye. Alimpenda Neema kwa dhati na alijua Neema naye alimpenda hivyo hivyo. Walikuwa wakiahidiana mambo mengi, wakipanga maisha yao ya baadaye pamoja, wakijenga kasri la ndoto lililojengwa juu ya mapenzi yanayochipua shuleni katikati ya misukosuko. Hata hivyo, furaha yao haikudumu milele. Wazazi wa Neema walipoanza kugundua uhusiano wao, hawakupendezwa hata kidogo. Waliona Erick kama kijana asiye na maisha, asiyestahili binti yao. Walihofia kwamba uhusiano huo utamharibia Neema maisha yake ya baadaye. Walikuwa na mipango yao wenyewe kwa Neema, walitaka aolewe na kijana wa familia yenye hadhi, ambaye angeweza kumtunza na kumpa maisha bora. Siku moja Neema alikuja shuleni akiwa na machozi. Erick alisema kwa sauti iliyotetema, wazazi wangu wamenikataza kukuona, wanasema hawataki tena niongee na wewe. Moyo wa Erick ulidunda kwa maumivu. Hakuamini masikio yake. Walijaribu kupambana, wakakutana kwa siri, lakini shinikizo kutoka kwa wazazi wa Neema lilikuwa kubwa mno. Hatimaye, walilazimika kutengana kwa huzuni kutokana na mipango ya familia. Ilikuwa ni pigo kubwa kwa Erick. Sehemu ya moyo wake ilifungwa na maumivu ya kuachana na Neema. Miaka inapita. Erick anapambana kivyake akifuata ndoto zake. Miaka mitano ilipita tangu Erick na Neema walipotengana. Maisha ya Erick hayakuwa rahisi. Maumivu ya kutengana na Neema yalichanganyika na changamoto za maisha. Alimaliza shule kwa shida, akipambana na njaa, ada na upweke uliokuwa rafiki yake wa daima, lakini ndoto zake hazikufa. Kinyume chake, alizishikilia kwa nguvu zaidi, akitumia maumivu kama motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Alianza kwa kufanya kazi za vibarua, akijikusanyia senti chache. Alijifunza ujuzi mbalimbali, ikiwemo ufundi wa kompyuta na ujasiriamali mdogo. Alitumia kila nafasi kujielimisha, akisoma vitabu na makala mtandaoni. Akili yake kali na azma yake ya kufanikiwa zilimsaidia kuvuka vikwazo vingi. Alianzisha biashara ndogo ya kuuza vifaa vya kielektroniki na kwa polepole biashara yake ilianza kukua. Masikini uliomsumbua tangu utotoni polepole pole ulianza kufifia. Alihakikisha familia yake inapata mahitaji muhimu na akawajengea nyumba mpya. Eriki alikuwa amebadilika. Alikuwa kijana mwenye uwezo anayeheshimika na mwenye mafanikio mafanikio yake yalikuwa matunda ya jasho lake, machozi yake na maumivu aliyoyapitia. Lakini bado ndani ya moyo wake kulikuwa na pengo kubwa lililoachwa na Neema. Hakupenda mwanamke mwingine tangu Neema, kumbukumbu zao zilikuwa bado hai, zikisukuma moyo wake. Mwisho wa kugusa moyo, kukutana tena, kwa mshangao, machozi na mguso wa hisia. Siku moja, Eriki alialikwa kwenye mkutano mkubwa wa wafanyabiashara uliofanyika katika hoteli ya kifahari mjini. Alifika akiwa amevalia nadhifu, suti yake nyeusi ikimtavema akionekana mjasiria mali wa kweli. Alipokuwa akipiga soga na wafanyabiashara wengine, macho yake yaligongana na yale ya mwanamke mmoja. Moyo wake ulidunda kwa kasi isiyo ya kawaida, hakuwa akiamini macho yake. Alikuwa Neema. Neema alikuwa amebadilika, alionekana mkomavu zaidi, mrembo zaidi, lakini bado alikuwa na tabasamu lile lile alilolifahamu, ya macho yake yalikuwa na huzuni fulani. Walitazamana kwa muda mrefu, dunia ikiwa imesimama kwao, kumbukumbu za zamani zilirudi kwa kasi zikizunguka vichwani mwao kama kimbunga. Erick alimfuata Neema pembeni, mbali na kelele za mkutano. Neema alisema kwa sauti iliyohisiwa kuwa na mamia ya hisia zilizofichwa. Neema alitikisa kichwa, machozi yakimtoka. Erick, ni wewe kweli? Walikumbatiana, kukumbatiana kwa nguvu kulikobeba miaka mingi ya kutengana, maumivu na matumaini yaliyofichwa. Machozi yalitiririka mashavuni mwao. Erick alihisi joto la mwili wa Neema, harufu yake iliyomkumbusha zamani. Alijua bado anampenda. Neema alimweleza hadithi yake. Baada ya kutengana na Erick, wazazi wake walimlazimisha kuolewa na mwanaume tajiri, lakini ndoa hiyo haikuwa na furaha. Alikuwa ameteseka sana, akikumbuka mapenzi ya dhati aliyokuwa nayo kwa Erick. Mume wake alifariki miaka miwili iliyopita, akimwacha Neema akiwa mjane na mwenye huzuni. Kwa bahati nzuri, alirithi mali kidogo na akajikita kwenye biashara. Erick naye alimsimulia Neema safari yake ya mafanikio, changamoto alizopitia, na jinsi alivyompenda na kumkumbuka miaka yote hiyo. Walikaa wakiongea hadi usiku wa manane, wakifungua mioyo yao na kushiriki kila kitu. Kukutana kwao kulikuwa ni kukutana tena kwa mshangao, lililojaa mguso wa hisia usioelezeka. Ilikuwa ni kama hatima ilikuwa imewapanga kukutana tena, baada ya kupitia misukosuko mingi. Walijua bado wanapendana na safari yao ilikuwa haijaishia pale. Labda hii ilikuwa fursa yao ya pili, fursa ya kujenga upya kile kilichovunjika na kuishi ndoto yao ya mapenzi ya dhati ambayo kamwe haikuisha. Asante kwa kuwa nami hadi mwisho wa simulizi hii. Natumaini umeguswa, umejifunza na umehisi uzito wa hisia zilizobebwa katika hadithi hii. Tukutane tena kwenye simulizi ijayo yenye mchemko zaidi, hisia zaidi na ujumbe wa maana wa maisha. Asanteni sana.